Inasadikika kwamba ni mtoto wa Martha Mwaipaja John. Sasa kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kushare ujumbe ambao inaonyesha kwamba ana makasiriko na wanaume ambao wanaonekana kwamba hawana pesa za kutosha kwa ke, John ameweza kushare ujumbe ambao umekuwa ukisomeka hivi: ila wanaume msio na pesa mna makasiriko, tafuta mwanamke walevo e, yako mbaya zaidi DM zenu e. Sasa kila mwanaume asiye na pesa anataka kunioa Men, wenye wenye pesa wapo wengi sana na wanaelewa ninachosema. Nahitaji mwanaume anayeweza nipa duka la pili kunipa gari la pili, la pili. E, sio nyinyi ambaye mkiombwa laki tano mnakimbia, hiyo level nishatoka. So huo ndo ujumbe ambao Joan aliweza kushare kupitia ukurasa wake wa Instagram. Akiwa anawaponda e, bana wanaume ambao wana pesa ndogo alafu then wamekuwa wakiingia DM kwake kwa ajili ya kuweza kumapproach wakiwa wanataka kumuoa. Sasa yeye ameweza kuachana moja kwa moja kupitia ukurasa wake wa Instagram Instagram akiwa anasema kwamba ebana yeye yeah, amesha kutoka kwenye hizo levo ambazo mwanaume akiombwa laki tano e bana anashindwa kuitoa. Sasa ameweza kuachana, lakini pia ni kufahamisha tu kwamba huyu amekuwa na stories ambazo zimekuwa zikiibuka kwenye mitandao ya kijamii, baadhi ya watu wakiwa nasema kwamba ni mtoto wa Martha Mwaipaja kwa sababu amekuwa na ukaribu wa yeye pamoja na Martha Mwaipaja, wameonekana katika e bana safari tofauti tofauti Mwaipaja yeye alishaw kuthibitisha kwamba huyu sio mtoto wake rasmi wa Martha Mwaipaja lakini amekuwa tu akiishi naye. Upi mtazamo wako, kwa mdau wa burudani, kutoka kipande chochote ambacho upo right now, kuhusiana na huu jumbe ambao John ameweza kushare kupitia ukurasa wake wa Instagram, akiwa anasema kwamba mwanaume ambaye hana pesa kwake yeye hana nafasi yoyote. Hizo level washavuka. Drop comment, comment yako kwenye section ya comment hapo, kusubscribe kwa taarifa kadha kadha, levo ashavuka.